Kwa michuano ya kimataifa wa timu zetu eh, kwanza zinaonyesha kwamba ni kweli zimejipanga, ingawa ndiyo kuna changamoto. Kwa mfano kama changamoto ambayo inaonekana kwa Yanga, kitu ambacho eh, ni tofauti na vile eh, ambavyo vilivyokuwa na consistency ya performance kwa misimu mitatu mfululizo, lakini unaona hapa yani performance imekuwa ikipanda ikishuka ikishuka. Kwa mfano kama mechi ya juzi ukiangalia hata eh, unaona kabisa ndio golo lifungwa dakika 76, unaona kabisa kuna vitu technically vinakosekana hata commitment level inakosekana, lakini ni moja kati ya kitu ambacho e, bado nafasi ipo, kwa sababu advantage timu zetu zilizonazo ni kwamba zinaanzia mechi ya away afu zita kuja kumalizia nyumbani, kitu ambacho e, kuna nafasi ya kuweza kurekebisha, kwa sababu sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu Yanga wameshawahi kufanya hivyo, lakini wamejilia katika uwanja wa nyumbani wanarekebisha yale makosa waliyofanya katika mechi ya away. Kwa Simba e, ushindi wa goli tatu, unaona kabisa Nsingizini, unaona kabisa kwamba e, yani wana grow kile ambacho e, hapa katikati kidogo hujionekana kuwa na changamoto kwenye eneo la striking, eneo la finishing, unaona kabisa mwalimu amelifanyia kazi na hata jinsi ambavyo wanavyotoka na mpira nyuma, angalia Atletico Madrid kumiliki mpira kwa sababu kumiliki mpira ndio wame dominate game ile, game Simba, lakini ni moja kati ya staili ambayo huwa wanatumia kwa miaka yote ambayo kwa sasa hivi inaonekana kuanza kurejea. Kwa hiyo kwa Azam, of course, hiyo wana nafasi kubwa sana. Azam wana nafasi kubwa sana kwa KMKM, kama ile ambayo mechi ya kwanza tayari na mechi ya pili wanarejea nyumbani, kwa sababu Azam mechi zote tunachezea nyumbani kwa sababu kule ni nyumbani, na hata hii mechi nyingine ni nyumbani kwa Azam kwa hiyo Azam ni kama vile umevuka. Lakini pia kwa Singida Black Stars, sare ya bao moja kwa moja ina thamani kubwa sana, yaani ile goli moja, kwa sababu ya home ground advantage, ile goli ya away goal ina thamani kubwa sana hiyo hapo, kama hapa watapata sare hata ya sifuri kwa sifuri. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Singida Black Stars wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu bahati nzuri usajili waliofanya maonekana kukidhi mahitaji ya mechi za kimataifa kwa hiyo kwa timu zetu mi bado natoa zaidi ya asilimia sitini ya timu zetu zote nne kuvuka hatua inayofuata.